Leo. Eh? Na tena kama vile unanyona, eh? Ah, alhabibi wa Simba hatazi tena michezo sasa. maisha. michezomzia eh. Michezo ndio maisha yetu yalete maneno. Eh. Umekona mambo yapi? Ah, goli la amani lilofanya kazi. E, tushafia vitu vinawa eh? Pira Soweto basi, sitaki maneno mengi. Hongereni hongera na safari, tutaonana bwana. Hakuna kuonana, tumerudi nyumbani, kuonia kubeba aose, tumewazoea mezea wanajeshi wanajeshi siwe wale watoto wadogo, tumempiga mwanajeshi wa, Tume wa mpakani pa eh? kajitia tia mwingine naye eh. kacha kuja mwanajeshi wale wa Dar es Salaam Tanzania, kesho kutwa natuchampiga pa, ukasikia hiyo kiporo bado kidogo kichache kile, dakika 15 ziliongezwa yulia mwanajeshi kajitupu chini, ulimwona yule eh. kajitupu chini masaa 100

Kuna urafiki ndani ya mchezo, so urafiki nje ya mchezo. Ah, ah.